Mbwa unalala unajiachia, najachia pumbavu. Kwani unajua unakula nini hicho? Bilimbi. Bilimbi. Hiyo bo, eh? Hiyo bo, bo? ilo boo boo. Hiyo ni borokoni. Uoga tu mtakuta na kukoma bo. Na kukoma borokoni. Hiyo ni borokoni ya kwetu hiyo, wanakuwa wanawake hiyo, uko uji nini, uko chawini? Sikiliza wewe mbwa. maaazaake kitambaya chachu asafari ndkan uta mabo bolokoni bolokoni, ya ile robo bolokoni ile. Sikiliza mbwa, haya mavazi, mavazi ya ulinzi. Tumekusajili kwa chama chetu cha ulinzi, ukisajiliwa, shika wewe, unavaa kwa sababu hiyo nembo yako ya ulinzi. Tumeelewana? Mmm, alafu yule da chakula, yule mpumbavu anakupa chakula unakula na sinde sinde, na naambia asikupe chakula tena, na toa amri. Unakula na lala tu mchana. Sasa hivi fanya kazi yote, angalia maua, hoje mwagilia, mwagilia kule. Ana mwanangu na nguvu, eh. Umenisahau ndakukumbusha, umenisahau kwa makini. Sawa, fanya kazi, usilale leo. Sawa, chao. Mashura, pete yangu nani kachukua? Watu wamepita hapa kama hujaniona afu sasa hivi. Mashura, pete yangu nani kachukua? Pete nimeweka mezani pale, nani kaichukua pete yangu? Eh, eh wewe baba. Hiyo pete yako ulinipa nikushikie. Mashura yuko wapi? Kaenda shule. Yeye mwenyewe pakaondoka wangu wangu, hata kuniaga vizuri hajaniaga vizuri. Nasemaje? Ndio. Ah, sawa.

Najua unijui. Naitwa Sania. Sania. Ndio. Haya, shida yako nini? Shida yangu pete. Pete?

alafu mambo mengine yaendelee. kama ndio mmepika maugali yenu na matembele yenu aka metasili shamuone hapa. Haya mwenzetu, makula nini? uko shuleni, we mtu kashia kwambia, kashia kula mizo, sio shida za sio shida zao. Basi kama sio shida zako, cha msingi weka jimwagie maji, lakini kazi nyingine ziendelee. Ehe, alafu nimekumbuka Shansa. Wewe leo umeondoka umebeba pete ya baba yako. Ndani niliangusha katika harakati zangu, na wewe ndio uliokota hiyo pete, na kwa sasa hiyo pete hauna anayo mwanao. Kwa hiyo naomba pete yangu. Sitaki si matatizo na wewe, nitakuja kukufanya kitu kibaya. En wewe ni nani? Nimekwambia naitwa Sania. Sitaki si matatizo na wewe, nikija tena, nahitaji pete yangu

Sasa hmm. ulibelelea nini? mimi nimeyokota. Umeyokota katika samari ya tandani mezani hapa? hmm, hmm. hmm. kiza bako ntampa. Maana nakwambia mpaka kaniambia, mimi ndo nimeibeba, sio nimeitupa, mimi nimeyokota. Haya basi, nenda kabadisha nguo za shule ukaoge. Na ugali umesema uli uwache hapo tutakula nye jioni. Jio, siri. <tipa> <tipa> Hapo kitu. Ngoja. Basi ndio uangalie, uangalie basi. Dada. Dada. Dada. One shake. Hey. Hata msioe ugonjwa. Anga. Unaona nini? Unaona nini? Msipende kitu. Wewe. Unaona nini kwanza? Maji. Hela zetu zinatoka tarehe 26. Wewe nivumilie tu. Leo tarehe 20 mpaka Subiri bado siku sita tu mbele. Ele na kuwaisha toka tayari. Eh. Tatizo lako baba yangu mwenye nyumba wewe una gubu. Kweni wewe ukinivumilia hizo siku sita inakuaje? Unataka unitolea vyombo vyangu. Sababu kama unatolea vyombo, wewe tolea tu hizo vyombo haina shida. Eh, toa hizo vyombo basi udizike. Toa. Maana kila unavyoambiwa kwamba bwana subiri bado siku sita, unapewa lako ya kodi, hutaki. Demo mzuri huyu, sijui nimtongoze. Lakini unaitongoza ile jini, linakuja bwana wake, na yule bwana wake nao lijini linakuja kutongoza wewe. Mbonde, naomba pete yangu, naomba pete yangu. Eh, nakupa bwana, nakupa. Ndio, nipe pete yangu dadi. Yani hakuna siku ambayo umenifurahisha kama siku ya leo. Yaani umenifurahisha na kuona upo na mtoto mkali. Kwanza umesimama na rangi ya mtume, mtoto ana kope eh, mtoto ana eh shedo rasta wanja. Yaani baba unajua kitu gani? yaani huyu kamzidi mpaka mama angu eh. Eh. ni baba wako, namzidi mama ako. Eh. yaani baba, nasema hivi huyu hapa kamzidi mpaka mama angu yeah.